Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kufuta usajili wa laini ya simu ya mtandao wa simu wa Airtel, Tigo au Yasi kwa sasa, Vodacom, TTCL, Airtel hata Halotel pia. Sasa mimi wanaelekeza taratibu ili eh, we mwenyewe uweze kuelewa na uweze kuwafundisha na wengine pia unakuta mtu saa nyingine amesajili laini ya simu mfano, lakini laini ya simu aliyoisajili mm, kwa kutumia nida yake, ile nida akaitumia kuwasajilia na watu wengine wengi. Mfano, nakuta mtu kawasajilia watu ea thelathini, uh, oh, wengi labda, akachwalia watu wanne watano, hawafahamu au kwa bahati mbaya alimpa wakala wa msajili laini e, eh, simu nida yake yule msajili laini akafanya ujanja wa kusajili namba zaidi ya tano, labda mfano akasajili watu tofauti tofauti. Baada ya kuwasajili wale watu k watu, nakuta ula wanatumia laini ambayo haijasajiliwa kwa nida yao. Mtu anatumia laini ambayo yeye mwenyewe haifahamu. Sasa wewe kama mmiliki wa nida ni haki yako na ni jukumu lako kufuta usajili wa hao watu, ili mwisho siku wanaweza wakafanya uhalifu, mfano wakatapeli watu. Sasa kwenye yule ambaye ametapeliwa kwenye kudai haki zake moja kwa moja ka, a, a, aikabidi e, aanze kufuatilia ili laini ndilo mtapeli mesajiliwa kwa nani, kwa jina gani. Mwisho siku anakuta unatumia nida yako, yani ametumia ya nida yako wewe sasa na wewe hebu niambie utatumia njia gani kuwashawishi kwamba huyu line huyu mtu simfahamu. Umeona? Kumbe ni, ni kitu ambacho kinawezekana kabisa, ungekisolve kwa kufuta tu usajili wake mwanzo kabisa changamoto zijakupata. Watu siku hizi wengi mtandaoni ni matapeli. Matapeli mtandaoni wapo wengi sana sana, sana. Mwingine unakuta anasajili line kimya kimya kupitia nida ya mtu mwingine labda au unakuta alinunua kwa hao wanaosajili laini mtaani. Mwisho wa siku yani, wale watu wanaenda watu kuwauzia laini, wale wasajili laini wanaenda kuuzia laini watu wengine, au watu wanajihusisha na tabia za utapeli, ndio wale unaona wanasema tuma namba kwenye, e, tuma pesa kwenye namba hii. Mwingine anawapigia watu anaambia, sijui jiunge na free mason, mwingine anapigia au wengine wanazusha taa meseji za uchonganishi kwa serikali, mtu anatuma meseji labda za kuzua taharuki. Umeona, kumbe chazo ni kisa, anajiamini ile laini hajasajili kwa majina yake yeye. Hiyo ni mbaya sana, wanatumia kwa uhuni, wengine wanatumia kwa utapeli na uzuaji wa taharuki. Sasa ili kufuta namba yako ya Yaani, huyo mtu kufuta usajili, yani wewe binafsi, mmiliki wa NIDA, hebu jitahidi hata mara moja kwa umwaka, nenda kwa wakala wa simu, mfano anaosajili line za simu, hata kwenye miavuli au ajenti wale wanaopita na magari au shop kabisa, iwe shop ya iwe Airtel shop, Yas shop au store mix maiasi au Tigo imeandikwa au kuti imeandikwa Vodacom shop au Halo shop au TTCL shop. Nenda pale, waambie mimi nataka nione watu wote waliosajiliwa e, kupitia nida yangu. Basi ukiwapa pale, watakuonesha vizuri taratibu utawaona watu wote waliosajiliwa na nida yako. Baada ya hapo utaweza kuwafuta wao. Kwenye kufuta wao ndo wanaweza jinsi ya kufuta kwa tafuta pale e, wat, ni faster tu, watawatoa wale watu ili wao moja kwa moja waende wakajisajili wao kama wao wasiakautiawe matatizoni, maana mwisho wa siku wewe unufaiki kwa chochote kile. Umona, kwa hiyo ndo hivyo, na hiyo ndo njia rahisi kabisa. Usiache kusubscribe video kama hizi na nyingine nyingi zipo. Usiache kwenda kwa wakala wao, wasajili laini wakala la laini za simu, ili afute namba zote ambazo usifahamu kwenye nida yako, itakuja kukutia matatizoni kwa vitu ambavyo vinaweza kuepukika. Karibu sana.